Kila mtu lazima ajue ni yapi yaliyoelekezwa ili afanye sawa sawa. Biblia inasema Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. sita nane Mwanzo. Nuhu akapata nini jamani? Neema. Neema machoni pa nani? Unajua iko hivi, tunaitaka neema, yaani kama kuna kitu tunakihitaji kutoka kwa Mungu ni neema, manguvu, maupako, mauwezo. Huyu yani, huyu baba huyu anaitwa Nuhu anatembea katika neema ya Mungu, mtu ambaye anatembea katika neema ya Mungu I say, ni mtu ambaye anakuwa salama sana kuliko watu wengine wote. Mtu anayetembea katika neema ya Mungu anakuwa na uhakika sana kuliko watu wote, yuko salama sana na ana uhakika sana. Narudia tena, Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Tunaitaka hii neema, lazima uitafute hii neema unapomtafuta Mungu. Mtafute Mungu akumiminie neema aliyomiminia Nuhu. Wakati Mungu anakuja kuangamiza dunia, Nuhu alipata neema machoni pa Mungu, hakuangamia. Nuhu pamoja na familia yake haikuangamia. Wakati upanga wa shetani unapita kuua watoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu katika uzao, Mungu akakuepushe wewe, ukapate neema mbele za Mungu. Wakati biashara za wanadamu zinafungwa, biashara yako Mungu akainusuru kwa jina la Yesu. Sijakusikia ukisema amina, yani Mtu ambaye amebeba neema ya Mungu ni mtu ambaye anafunguliwa sana, kile tu hapo leo anaponywa sana, ni mtu ambaye anahamishwa kutoka kwenye giza anaingia kwenye maisha fulani ya nuru, anatoka kwenye laana anaingia kwenye baraka. Yaani kuna siku huyu mtu atakuja kuonekana wa pekee, anang'aa, anapendeza, anavutia, ana ushawishi kwa sababu ya neema. Mtu wa namna hii anafunikwa na nuru, anafunikwa na utukufu wa Mungu. Biblia inasema hivi Matayo tano kumi na nne anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Unahitaji kuibeba neema ya Mungu, unakuwa salama, una uhakika. Hakuna mtu anaweza akakugusa akawa salama, hamna. Wanadamu wanatisha na vyeo vyao, wakishakuwa na vyeo ni kama miungu midogo duniani, inaweza ikakuamuru hapa usipite kulala saa tatu, hakuna kufanya hili na lile, na wanadamu wanatetemeka. Wakati fulani, Danieli na wenzake wakazuiliwa kufanya ibada, imepigwa mbiu, ni marufuku kufanya ibada, isipokuwa kumfanyia ibada sanamu ya Nebukadneza. Kwa sababu ya vyeo, waliwatisha wanadamu hawa. Wanadamu wanne waligoma kutishwa na wenye vyeo, wakasema kama itatugharimu uhai, tuko tayari kufa, lakini tukiwa tunamtetea Mungu. Yaani mimi ni mwinamia sanamu, haiwezekani. Amri ikatolewa, kamata wote, watie ndani, waweke kwenye moto. Nao waka, wakijua kwamba wataoza, watateketea, watakuwa majivu. Wakashangaa, wale waliowakamata wakawadumbukiza kwenye moto, wao ndo wanakufa. Wako nje lakini wanakufa, alafu wao walioingia ndani ya moto wako kule ndani, wanamsifu Bwana, wananena kwa lugha mpya, wako riba shanda riba saka lama yanda yeke tere bara dumia haii dekeri ya mahata ndo bilada. Ebu simama mbele za Bwana, sema e Bwana, e Bwana! hey, hey, hey, hey, hey, wenye mamlaka ya giza wenye mamlaka ya shetani wakithubutu, wakithubutu kunitupa kwenye shimo ili niangamie, Bwana wakaangamie wao, asija kusikia Bwana wateketee wao, wateketee wao. Tunatembea kwenye dunia ambayo mwanadamu anaweza akafanya maamuzi yoyote kukukomoa mwanadamu anaweza kafanya maamuzi yoyote tu ili akuchoshe. Mwanadamu anaweza akafanya maamuzi yoyote ili tu akuangamize. Atakapothubutu kufanya hayo mbele yako Bwana akajue kwamba wewe ni mcha Mungu wake mpenda haki wake, Bwana asimame kwa ajili yako. Shangilia, shangiria semaye! Ah, mbona mmekanyi? Hebu mchangamshe jirani yako mwambie, wewe shangilia mamamanazizizigi kwani mmefiwa? Ninasema, yeye atakayeinuka kinyume na wewe ili akumalize, akaangamie yeye kwa jina la Yesu. Akaangamie yeye kwa jina la Yesu. Nasema angamie yeye kwa jina la Yesu, angamie yeye kwa jina la Yesu. Yeye atakaye kuekea tego la ajali, ajali kamfuate yeye. Ah, we mimi ndo nimesema hivyo ajali kamalize yeye. Yeye atakee kuwekea tego mambo yako yaribikiwe yakaribikiwe yakwake kwake yakwake ya, ya, ya kwake ya kwa ya kwa ya kwa sema. Yesu oyee! Yesu oyee! Gonga na jirani yako mwambie changamka. Ukiwa hapa, kuna familia zimewekewa mikosi, hakuna kusoma, hakuna kuinuka, kuwa na cheo, hakuna kuwa na raha yani mda wote, yani mda wote, yani, yani awe ana simanzi tu, amechoka tu muda wote yani, ana mawazo tu, amechanganyikiwa tu, muda wa kulala mawazo tu, ni mawazo. Akiwa anakula chakula ni mawazo, chakula kingi ndani. Huyu mwanadamu kama yuko hai, kama yuko hai na alipika mabaya, aya, Bwana kamhukumu mara mia moja kwa jina la Yesu, Bwana kamuhukumu mara mia moja kwa jina la Yesu. Adhabu waliokupatia iwarudi wao kwa jina la Yesu. Nani amesema hakuna raha kwa Yesu? Walituchanganya sana, ndio maana hata tukikaa kwa Yesu wakati fulani yule mchanganyo, kwa sababu hujaisha, tunaamini kama Yesu hawezi kutusaidia. Yesu ana uwezo kupangua kero zote za maisha yako. Yesu ana uwezo wa kupangua matatizo yote. Yesu ana uwezo wa kupindua meza ana uwezo wa kupindua chini kawa juu na juu ikawa chini. Yesu ana uwezo, yule mwenye heshima kubwa akamshusha akawa hana heshima tena. Ana uwezo wa kumtoa mnyonge ambaye hana heshima akamweka juu akawa na heshima kubwa. Sema amen. Tumpigie mfano wa fame makofi, pigie makofi ya shangwe Bwana, pigie mfano wa fame makofi ya shangwe eh. yeah, yeah, yeah. Na huyu ndiyo Yesu tunayemhubiri mahali hapa, na huyu ndiyo Yesu atakayeonekana mahali hapa, na huyu ndio Yesu atakayesikika mahali hapa. Haleluya, kaa chini mpendwa. Haijalishi umekuja kujaje, kanuni yoyote mbaya uliyokuja nayo kanisani, kwa jina la Yesu naifutike moyoni mwako, ukaondoke na kanuni mpya mahali hapa, kwa jina la Yesu hata kama ulipoamka uliamka bado kuna mtu unamuwaza, kwa jina la Yesu, haya mawazo yachomolewe na malaika wa Bwana humo moyoni mwako. Anasema mimi ni nuru ya ulimwengu, ni ni nuru nuru ya ya familia yangu, mimi ni nuru ya ukoo wangu, mimi ni nuru ya watu wa Arusha, mimi ni nuru ya watu wa Tanzania. Na wewe ni nuru hivyo hivyo, kama mimi nilivyo nuru. Sema amen, sema haleluya sema haleluya. Yani, mtu aliyebeba neema, i say ni mtu wa ajabu. Biblia nasema Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Huku tunasema Biblia nasema Abrahamu naye akapata neema machoni pa Mungu. Mungu akamwambia nenda mbele yangu ukawe mkamilifu. Mungu akishakuridhia, moja ya kitu cha kumfanya kufurahia zaidi ni kuwa takatifu kuwa mkamilifu, kwa sababu yeye ndo katuchagua sisi, hatujamchagua yeye. Katuchagua yani yeye ndo katuona sisi tunafaa. Sisi tulishejikataa tulishejichokea zetu, tulishe kubali kama tukifa tunaenda jehanamu. Tunahitaja mbinguni, lakini kwa matendo yetu matendo yetu hayatupeleka hayatupeleki mbinguni, ila yeye kasema Filip, nakupenda sana, sio kwa sababu ya sura yangu, sio kwa sababu ya mwonekano wangu, sio kwa sababu ya akili zangu. Mi sina akili zozote, sina sura yoyote, sina mwonekano wowote, lakini kautazama moyo, kachungulia, akasema huu moyo mi nautaka. Huu moyo utasaidia wengi, huu moyo utaponya wengi, huu moyo utasamea wengi, huu moyo utakusanya watu wengi, huu moyo, huu moyo utafanya mapenzi yangu. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie Yesu kaupenda moyo wako. Mwambie jirani yako bwana, mwambie Yesu kaupenda moyo wako. Yesu hajaupenda, hajaupenda uzuri wako. Una uzuri wowote? wa sina uzuri wowote wa sina chochote kinachofaa, mi ni waovyo tu, lakini katazama moyo. Sasa huu moyo huu moyo utafanya mapenzi yangu. Huu moyo utakuwa na kesho unaomba. Huu moyo utakuwa unafunga. Huu moyo utakuwa na, na kesho unaombea wenye dhambi. Huu moyo huu. Huu moyo atatembelea watu kila mahali hata choka. Huu moyo huu. Huu moyo huu. Huu moyo huu. Hebu sema Yesu, asante kwa kunipa moyo wako, asante. Yesu lazima atukuzwe. Nasema tena Yesu lazima atukuzwe ana Unajua, hii hii neema ina, inasababisha Mungu akujenge sawa, eh? Anakujenga, anakujenga kisha anakufanya we kuwa nyumba yake, maskani yake. Efeso mbili ule mstari wa ishirini na mbili anasema katika yeye, ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Tunajengwa tuwe maskani ya Mungu, yani mimi ni maskani maskani ni mahali pale wanakaga masela sawa bwana? Yani Mungu amenifanya mimi kuwa msela wake, tunakaa wote, mi ni maskani yake, yani anataka awe anapiga stori na mimi. Sema haleluya! Mungu anataka awe anapiga stori na wewe, awe anaongea na wewe, yani wewe ni kijiwe cha Mungu. Kwa hiyo Mungu anajenga kijiwe chake, maskani yake, nyumba yake, ili awe anakaa hapo po mi sio wa kawaida. <laughs> We sio wa kawaida. Amen. Yani wewe jitambue hivyo, wewe sio wa kawaida. Amen. Nasema tena, wewe sio wa kawaida kwa jina la Yesu.